Tusigwajima na hizi chama chetu, magwajima tuyaache nje. Niwaombe au sijui niagize, vikao vinavyokwenda kuchuja watu, vinavyokwenda kuchuja wagombea, wakatende haki, wakatende haki. Anayefaa aambiwe anafaa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 Kwa hiyo kwa vyovote vile, tusigwajima na hizi chama chetu, magwajima tuyaache nje. Hamna kuoneana aibu wala haya K